Daktari Samia Suluhu Hassan mahala hapa ameleta bilioni nne nukta moja. Nimekagua majengo yote, nimeingia kila chumba, kila darasa, kila maabara, kila ukumbi, nimefika majengo yote ambayo yanatakiwa kujengwa kwenye shule hii. Nipe historia ya mabati ya shule hii, upauaji wenu ulikuwaje? Nani anajua? Msinipotezee muda. Mheshimiwa Naibu Waziri, hmm. Kwenye majengo haya tuliyotembelea kuna wazabuni wawili ambao wamesaprai mabati uh -huh. Kuna mzabuni wa ndani ambaye alispra mabati ambayo kwa sehemu kubwa yaliezeka madarasa, maabara na sehemu ya mabweni. Mabati mengine yalikuwa na mzabuni mwingine ambaye aliomba kwenye nesti aka wa awarded tender lakini alisumbua wakati wa kuleta hayo mabati. Nielezee vizuri bila kuruka chochote. Ndiyo. Na unielezee kwa haraka haraka. Ndio. Eh, maana ninajua ninachokiuliza. Um, alishinda kwenye nesti kwa kuonyesha bei ambayo alikuwa ameshinda ilikuwa ni, ni favorable ukilinganisha na nyingine akapewa bei aliyokuwa ameweka, aliandikiwa barua kuhakikishia kwamba anaweza kutoa huduma kwa bei hii aliyotoa, akajikomiti kwa barua kwamba anaweza kutoa. Baada ya pale shughuli, mchakato ukaendelea na akalipwa fedha. Baada ya kulipwa fedha, ule muda aliyopewa kwa ajili ya... kalipwa fedha kiasi gani? milioni 198 ehe, ndiyo. Wakati tunatarajia alete mzigo ambao unastahiki, akufanya hivyo kwa wakati, mzigo unaostahiki banake nini? yaani kwa alitakiwa kuleta bando elfu tatu geji ngapi? geji 28. akaleta za aina gani um, alisumbua kwenye kaleta za aina gani, lakini alipoleta, alileta mm, bati za geji 28 eh, rangi ya bluu, lakini zilipokuwa tested TBS zilionekana zimefeli, zimeferi, e, hazikuwa na ubora, ndio kwenye kriteria ya koti. Wakati huo mmeshampa milioni ngapi? 198. Ehe, ndio. Ikaweje? Kwa hiyo baada ya ya kuwa tumehangaika naye akaleta hizo bati ambazo zilionekana hazifai. Um, tulizishikilia zile bati, maanake ilikuwa zisitumike. Maelekezo yalikuwa ni kwamba hizo bati zisitumike, na hatukuzitumia na kwa kuwa mradi ulitakiwa kuendelea, tulitumia milioni 168 nyingine, nyingine Aha. kuomba tulitangaza. Ah, hizo sawa. Ndio. 198 za yule kule ziko wapi? Zile bado hazijapatikana kwa sababu bado tumeshikilia mzigo mbali tu kabisa. Yuko wapi huyo mtu? Huyo mtu ni wa Mwanza. Mheshimiwa DC, nakuelekeza. Ndio. Huyo mtu atafutwe akamatwe aletwe hapa arudishe milioni 198 achukue mabati yake takataka ambayo ameleta hapa. Umenielewa? Hayo mabati ya ovyo yako wapi ya kosto? Atafutwe apatikane aletwe akiwa ameshikiliwa. Mheshimiwa DC nakuelekeza, aletwe hapa, alete milioni mia moja na tisini na nane na akabidhiwe hayo mabati yake mabovu. Umenielewa? Tumie nafasi hii kumwelekeza katibu mkuu TAMISEMI, mara huyo mtu atakapopatikana hapa baada ya kuwa amerejesha fedha zetu, fedha za serikali, fedha za Daktari Samia Suluhu Hassan ambazo ameleta hapa sehemu ya bilioni 4.1, milioni 198 kwa ajili ya hayo mabati ambayo zilichukuliwa kwenye hiyo fedha na akaleta mabati feki hapa. Akishazirejesha hizo fedha, Katibu Mkuu TAMISEMI, wasiliana na mamlaka nyingine za serikali zinazohusika na ubora wa vifaa, afuatiliwe wote ambao wako kwenye cheni ya kuzalisha vifaa vibovu vibovu kama hivyo walivyoviuza kwenye shule hii, wachukuliwe hatua za kisheria.